Askofu wa jimbo Katoliki Kigoma Mhasham Joseph Romani Mlora alcp oss amewataka ame waamini wa Katoliki jimboni humo kuwa tayari kwa matukio yanayofuata ndani ya juma hili kuu. Tunaanza juma kuu, juma takatifu juma kuu ambalo lina matukio muhimu sana na matukio ambayo ndiyo kilele cha imani yetu, yaani maadhimisho ya mateso, kifo na ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo. Tukumbuke, ni ndani ya juma hili pia hapa kwetu tutaadhimisha ile ibada ya misa takatifu ya kuyabariki mafuta matakatifu na kuweka wakfu krisma takatifu. Tutaadhimisha vilevile Alhamisi kuu, karamu ile ya mwisho ya Bwana wetu Yesu Kristo, na hapo tunajua siku ile ya karamu ya mwanzo ya mwisho, Yesu aliweka ekaristi takatifu, akaweka daraja takatifu ya upadre pamoja na amri ile ya mapendo. Baada ya adhimisho hilo tunaingia katika adhimisho lile lenyewe kabisa, ambalo ndilo kiini cha maisha yetu ya imani, ndiyo chemchemi ya maisha. Aiza amesema kuwa wana kila sababu ya kumshukuru Mungu hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia muda huu na hasa kipindi chote hiki cha safari ya Kwaresma ambapo tunapoingia katika juma hili, tunayaweka yote pamoja, tukiwa tumejiandaa vyema, tukiwa na Yesu katika safari yake anapoelekea Yerusalemu, nasi tunapojiunga naye tukiwa nasi tunaelekea huko huko, katika maisha yetu tutafika huko Yerusalemu ya mbinguni. Hata hivyo, amesema kuwa wanapaswa kumfuata Yesu Kristo kwa kuungana naye katika mateso yake. Hiyo tumfuate Bwana wetu tukiifanya kwa imani yote na uchaji. Kumbukumbu ya lile tendo lake lenye kuleta wokovu la kuishi la kuingia Yerusalemu ili baada ya kushiriki msalaba kwa neema yake. Tushiriki pia Ufufuko wake na uzima wake. Nikiripoti kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Tom Mbasi Joji, Habari Zetu na Matukio.